Natabiri nafasi ya urais Tanzania bara na Zanzibar itakuwa na ushindani mkubwa sana kuliko miaka mingine yote huku, uh, mwenyekiti eh, wa CCM ambaye ndo mgombea pekee eh, mama Samia Suluhu Hassan amechaguliwa eh, kupeperusha bendera ya CCM katika uchaguzi wa mwaka 2025, lakini huku Chadema E, chama kikuu cha upinzani Tanzania nacho kimemchagua e, uh, Bwana Antipas Tundu Lisu e, kuwa mwenyekiti wa chama chao, lakini pia atakuwa mgombea e, wa uraisi e, mwaka huo huo mwaka 2025 vyama vingine pia vimeendelea kufanya hivyo hivyo, lakini macho ya Watanzania wote yapo kwenye vyama hivi viwili, yani kama ukipendi CCM basi utachagua Chadema, na kama ukipendi Chadema utachagua CCM, kwa kuwachagua wagombea hao ambao nimewataja e, hapo awali. Lakini bwana, yote haya yanatupeleka moja kwa moja e, kwa mtabiri maarufu sana aliyewahi kuishi Tanzania, yaani alikuwa mtabiri mkuu sana Afrika, Afrika Mashariki na kati, lakini hata dunia ikamfahamu enzi hizo, yaani nakupeleka miaka 15 iliyopita. Iliyopita e, pale Magomeni e, mapipa, makao makuu ya ofisi yake, si mwingine bali ni Sheikh Yahya Husseini. Huyu ni Sheikh Yahya Eh, baba acha huyu mwanaye Hassan hapa. Eh, nazungumzia gwiji wa utabiri na unajimu ambaye ametabiri matukio mengi kutokea Tanzania na Afrika na kweli yakatimia. Eh, huyu pia anatajwa kuwa mmoja eh, ya waasisi wa Mwenge e, wa uhuru akiwa na wenzake wakina Forojo Ganze, zamani sana sasa mzaliwa huyu wa Bagamoyo, ambaye sasa ni marehemu, alitabiri mambo mengi sana yakatimia. Sasa kwenye siasa e, ndo maana nimekuambia, anaturudisha huku. Nadhani utakuwa umesikia kwamba kumekuwa na utabiri e, wa uongozi e, au siasa zitakavyokuwa e, kuanzia mwaka 2015 mpaka 2025, kutoka kwa huyu huyu Sheikh Yahaya huyu, huyu, huyu ndio alitabiri mambo yafuatayo ambayo nakutajia hapa. Ya kwanza kabisa eh, alizungumza mwaka 2006 eh, akiwa na waandishi wa habari nyumbani kwake hapo Magomeni akitabiri eh, eh, kuhusu eh, ushindi wa CCM kupitia Rais Jakaya Kikwete na akasema kabisa kuwa kutakuwepo eh, na rais, eh, Jakaya Kikwete ambaye atatawala kwa mara mbili na kweli hilo lilitimia, na akasema ushindi wa pili utakuwa wa kasi zaidi, na kweli Jakaya eh, Kikwete akashinda vizuri mno. Lakini baada ya hapo akazungumzia eh, kutokea kwa rais ambaye atapendwa mno atakuwa ni mcheshi eh, lakini utawala wake eh, utakuwa mfupi na atakufa. Maana yake eh, alimtabilia eh, hayati Magufuli na hilo lilitokea. Watu wengi waliumizwa na kifo chake mpaka leo, eh, wengi wamekuwa eh, wakimkumbuka kama alivyosema mwenyewe. Lakini baada ya hapo bwana Eh, alisema kuwa baada ya utawala huu wa huyo rais ambaye atatawala muda mfupi, ndipo atatawala rais mwanamke kwa mara ya kwanza Tanzania, na kweli kikatokea hicho. Lakini akasema baada ya rais huyo mwanamke, ndipo upinzani utaingia. Sasa nini maana yake? Maana yake utawala huu wa mama Samia eh, utafuatiwa na utawala wa Chadema, ukiangalia eh, muda unavyoenda wengi walitabiri uwepo wa CCJ. Kuna chama kilianzishwa, lakini Sheikh Yahaya huyu huyu akatabiri kuwa CCJ haitatawala mpaka ibadilishe jina iitwe CCN ili herufi zake ziwe za mwanzo kabisa zisiwe herufi 16, yani C ni tatu, C ni tatu, alafu M eh, ukijumlisha hapo unapata herufi 16. Sasa yeye alisema ili CCJ kushika nafasi inabidi iwe CCN. E, itaizidi e, nafasi e, CCM lakini CCJ kiko wapi? Chama hicho kimefutiliwa mbali na hakina nguvu tena. Chama pekee ambacho kinatabiriwa ni Chadema, ambapo utabiri huu ulianza kusuasua baada ya e, Chadema kuhofiwa kuvunjika, lakini kama tulivyoona, uchaguzi umesimama imara na viongozi hawa yani Mboe pamoja na Lisu wameondoa tofauti zao, na kilichotokea ni imarisho kubwa la chama na demokrasia kuonekana kweli kweli, yani kuruhusu e, maoni tofauti. Mwenyekiti kuruhusu kufanyiwa challenge, mwenyekiti kuruhusu uwazi, mpaka waandishi habari walikuwepo katika tukio zima la upigaji kura na kuhesabiwa kwake, na kilichofuatia ni makubaliano kweli. Mboe anaachia E, kiti chake, lakini Lisu anakamata nafasi hiyo sasa, akiwa kama mgombea pekee wa chama hicho na mgombea mkuu wa vyama vya upinzani. Maana yake atasimama kumkabili e, rais Samia. Maana yake utabiri umeenda kutimia sasa, kwamba tundu Lisu atachukua kiti hicho akiwakilisha upinzani e, maana yake e, kwa wale wenzangu na mimi ambayo tuna subiria matokeo, tusubilie kwamba nafasi hii sasa upinzani utaenda kuchukua dola eh, nchini Tanzania. Lakini pia eh, mimi nimekuachia video hapa, manake wengi wataanza kuona kauli hii ni nyepesi eh, na kumuona Shehe Yahaya ni mtu mwepesi mwepesi. Sasa niwakumbushe tu kwamba pamoja na kumtabilia eh, Rais Kikwete kushinda awamu mbili ambazo alishinda alitabiri uwepo wa wabunge wengi wanawake na hilo lilitokea ndani ya eh, ile asilimia sawa bungeni, ambapo kweli wabunge wanawake wakaongezeka. Eh, lakini pia huyu ndo alitabiri matokeo ya mechi zile za Simba na Yanga eh, alitabiri vifo vya wanasiasa wakuu ikiwemo mali alijuma. Eh, na yote hayo aliyafanya akijitutumua na akizungumza eh, kama unavyoona hapo video yake akisema yeye ni gwiji hasa, amekomaa, anazungumza kwa confidence na kujiamini, tukio ambalo hawezi kufanya eh, watu wengine. Sasa je, tuambie kwako binafsi, unaamini kwamba upinzani ndio nafasi yake sasa kushika dola Tanzania?